Huwa naongea kwa niaba ya chama pale ambapo mambo yanakuwa yamezidi, lakini ukweli kwamba jambo kama hili atakuwa mwenezi alitolea maelekezo, lakini kwa sababu naona uvumi ukikua sana baada na tuulivyo, tisa. Ni ukweli kweli sijipata adha hii unavyoona jengo letu lilivyo tulijipata adha hii tarehe 29 jengo hili jipya kabisa tumehamia mwezi wa tatu, na baada ya kujenga kwa gharama kubwa sana, lakini tarehe 29 kwa spoil sasa sisi baada hela zinakaa kwa katibu wa chama wa wilaya. Katibu wa chama wa wilaya alikuwa hayupo, yuko likizo kwa ugonjwa, alikuwa kwa kaimu katibu wa chama wa wilaya dana. Wakati inatokea sisi wengine tulikuwa tupo kabisa ofisini, maeneo ofisi, tulikuwa sehemu ingine tunatembelea vituo, tukaambiwa kwamba kuna vurugu zimekuja at kuso, hatuweza kusogea kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya, lakini baada ya kufika baada ya siku mbili usiku tukapewa salamu kwamba jengo imeshika moto, imeteketea. Kwa kila mtu alikuwa naokoa uhai wake, kwamba kuja kuangalia kuna nini ni kwa kidogo ni ngumu, lakini baada ya siku mbili tatu, tukamuuliza katibu kwamba tupe tathmini ya jengo lilivyoungua, akasema kila kitu kimeungua, na kama unavyoona hapo, unavyoona jengo lenyewe, kila kitu kile kimeungua. Na kama unavyoona, tukauliza hela za mawakala, hela zilizokuja sababu zilikuja saa nane na kama na dakika ishirini, akasema sikuweza kuzigawa na kuweza kuzitoa kwa ofisi ya katibu wa wilaya, hela zimeungua, ndio maana nikatoa tahadhari kwamba hela zimeungua. Lakini namshukuru Mungu, namshukuru Mungu sana, kupitia wadau ambao wananiamini, mwenye kitu wao, kupitia wadau ambao wananipenda, mwenye kitu wao, tukasema tumalize swala hili la mawakala. Hivi ninapoongea mimi na wewe, mawakala wanapelekewa hela kijijini kwenda kupewa hela zao. Kwa swala la mawakala sasa hivi tumemaliza, lakini swala kwamba hela zimeibiwa hazijaibiwa liko mikononi mwa polisi kwa sababu tumeripoti polisi. Ndio polisi watachunguza watatuambia, kama hela zimeungua kweli au zilitoka. vyombo vya usalama vyo zipo vinafunguza hela ambazo sisi mimi nilikuepo, kati zinaletwa nilishuhudia kati anapewa kaimu katibu wa chama wa wilaya, ni milioni kumi na tatu laki tatu na elfu hamsini ambayo katibu amesema zimeungua, lakini sasa kutokana na mazingira mtu akwambia zimeungua, naona kama kweli zimeungua lakini kwa sababu hiyo jambo limetika polisi, tutasubiri majibu wa polisi watuambie kwamba wamefanya uchunguzi wao, zimeungua milioni kumi na tatu laki tatu na hamsini na lakini, nashukuru Mungu hiyo milioni kumi na tatu laki tatu na hamsini leo hii nimeipata na tumewapa wakagawe kwa mawakala kama walivyokusudiwa wakati jambo letu linaendelea kuchunguzwa. Ni, wa, wa, wa, wa, wa ni wakala wa kwetu wa CCM sio wa wa wa, serikali. Ni mawakala wa CCM ambao sisi kila chama kinapeleka wakala mmoja mmoja kwenye kituo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanalinda shughuli zote zinaenda sawasawa. Kwa ni wakala wa CCM sio mawakala wa serikali. Yaani ninaposema jengo letu sisi ni total loss kama unavyoiona hapa sasa hivi. Unaona bwana, kila kitu kimeungua. Ofisini kwangu pale kulikuwa na fanicha za kifahari, nafikiri mlikwisha kuziona. Mimi hata kuingia si kuingia. Nilikuwa na vitu vyangu, na mimi kule kulikuwa na hela zangu mimi binafsi. Nilikuwa naweka kwenye kadro kangu pale. Kwa hiyo zimeungua hizo, sababu unajua ni bahati mbaya. Kwa hiyo fanicha zote zimeungua, maspika, maredio radio ya nani, makamera ya nani, waandishi wa habari, kwa sababu sio na waandishi wa habari, ma kila kitu ambacho kilikuwa na chama ya Chama cha Mapinduzi hakuna hata kimoja kilichotoka, kwa kila kitu kimeungua. Ya sisi kwa mpaka kwa mpaka sasa hivi tuliomba Mahakama Kuu tusaidie kufanya kurudishia jengo kama lilivyo, hawajajua hawajatujibu bado. Lakini narudia tena, mimi kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi nimeanza mambo mengine ya kuomba wadau waweze kutusaidia mbalimbali lakini hatutaki hela, tunataka matilio. Chukua nafasi hii kuomba wadau mbalimbali, kama ilivyokuwa mwanzo, wadau watusaidie tujudishe. Hakuna jengo zuri mkoa mzima wa Mbeya kama hili. Lakini nyuma mimi na uchungu sana kitu, lakini Mungu yupo na wadau wapo, wataamka tena kutusaidia tumalize kazi.